Niongee leo na mamlaka zangu, lakini pia na uongozi wangu uliopo kwa sasa. Kweli CCM viongozi wa ngazi za juu wenye mamlaka, watu wanaoteka watu, kweli hamuwajui? swali So, langu litakuwa limelenga hapo, hivi kweli kuna mtu kuna kikundi cha watu kuna mtu kuna kikundi cha watu ambacho kinaweza kikawa na tabia ambayo si nzuri kwenye upande wa taifa na taifa hilo kikalishinda? Siamini kama kuna chombo ama kuna kikundi cha mtu ama watu ambacho kinaweza kikawa na nguvu kuliko dola, lakini pia kuliko utawala unaokuwepo kwenye nchi hiyo ambayo inaweza ikawa napitia katikama tuna mashaka mengi juu na swala ya utekaji ambalo ufumbuzi wake haujapatikana, na tunapojaribu kuziweja mamlaka zetu zinatuambia kwamba hazifahamu watu wa aina hiyo, lakini pia bado zinafanyia uchunguzi. Sasa mimi niseme kitu kimoja, nadhani mamlaka, utawala unaweza ukawepo, ndio tawala, ndio kitu ambacho kwa wakati kama huo kina nguvu kwenye eneo lolote lile, iwe ni eneo nguvu hiyo ni eneo la, la kusema kwamba pengine ifanye jitihada kila juu chini kutafuta watu wanaochafua pengine utawala ambao unaweza ukawepo, hiyo nguvu inaweza katumika na tukapata ufumbuzi. Sasa swala utekaji ni kitu ambacho kimekuwa continu, kimekuwa continuation kimekuwa continuous kimekuwa continue kimekuwa kimekuwa kimekuwa kimekuwa endelevu kimekuwa ni kitu ambacho hakina ufumbuzi wake, lakini pia tunapojaribu kuhoji mamlaka ya kwamba swala hili limekaa kwa sura kama ipi, wao wasema kwamba hawajui nani anateka, lakini pia bado anafanya uchunguzi. Mimi, kwa fikra zangu na kwa mtazamo nilionao, siamini kama kuna kikundi chochote kile, kuna mtu yeyote yule ambaye anaweza kazidi nguvu dola, anaweza kazidi nguvu serikali. Siamini kama mkiwa serious na ili jambo kulidhibiti, siamini haiwezekani, kikundi cha watu wachache kiweze kuchafua taswira ya kiongozi anayeko kwenye madaraka kiweze kuchafua taswira ya taifa kiweze kuharibu na kupromosha amani ya nchi, lakini pia na kuleta sintofaamu kwenye upande wa taifa kwa mtu mmoja ama kwa kikundi, alafu na taifa lisiweze kudhibiti kikundi cha aina kama hiyo. Kitabu cha Zaburi sura thelathini na saba mstari a mbili Mtu asiye kumvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha mtu asiye na haki umvizia mwenye haki akitafuta namna ya kumfisha, namna ya kumuua, namna kumondoa. Moja kitu ambacho kinatupa mashaka makubwa ni baada ya kujaribu kuoja kwamba sasa, hebu tujaribu kulifanyia kazi swala, ili tuwe nalo serious, tuwekeze nguvu, kwa sababu nimewahi kusema mara kadhaa maendeleo ya kwanza ni watu kuishi, maendeleo ya kwanza ni mtu kuishi, hayo ndio maendeleo ya kwanza. Sasa mimi ninachojaribu kuangalia kweli, kuna kikundi, kuna mtu ambaye anaweza kazidi dola, anaweza kazidi taifa, anaweza kazidi uongozi, anaweza kazidi mamlaka, inaweza katika mauo na huyo kikundi ama huyo mtu akawa ni moja mtu ambaye anakisumbua siku na kisumbos, mchana na kiangaisha amani na kosa watu wanalalamika, kikundi hicho kweli, ama mtu huyo kweli? Nikiangalia kwa mtazamo wangu, ni kwamba panaweza paka wana ukweli nyuma ya pazia, kwamba pengine kinafadhiliwa, kipo na nani anayekuwa ndiye monta control, kipo na nani ambaye ndio kiongozi wake. Ila kama tukijaribu kuchukulia serious kwamba kitu hiki kiondoke kwenye taifa letu, inawezekana kabisa kabisa swala la utekaji likaondoka na watu wakabainika na wakakamatwa kabisa, inawezekana, lakini ninaona ya kwamba bado tunacheza na maisha ya watu. Vyovyote wavyo, niwaambia mamlaka, maisha tunapita, hakuna kitu kisichokuwa kilicho na mwanzo kikosa mwisho. Mwaikusema Swahili ya kwamba unavyoona mteremko, jua mbele kuna mlima, ukiona mlima, jua mbele kuna mteremko. kama kikundiki mtu huyu kama mjue kweli basi, tuchukulie hatua za kufanya juu chini, tuweze kutafuta ufumbuzi wa utekaji. Ila kama, kama mnaweza mnamjua, nanyie mmejaribu kumfunika kwa blanketi na vitu ambavyo hata kuja kuonekana, basi hukumu wa mwisho aliye na majibu ya kila mwanadamu anakuja kumlipa mtu sawa na maisha ambayo aliyaishi. Mimi siamini kama kuna kikundi, kuna mtu anaweza akawa na ngaisha taifa na akaamuliwa kabisa kwamba chukuli watu akashindikana. Siamini maisha yangu. Dola ni kitu kikubwa sana. Kwa hayo niwatakie utekelezaji mwema. Hii ni sauti ya Mungu duniani, nasema itengenezeni njia ya Bwana, enyosheni mapito yake Bwana. Kwa kuwa Bwana yuko karibu kuja. Amen.